Hai, mambo vipi? Karibu sana kwenye chaneli hii. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia imeleta tangazo la nafasi za mafunzo ya ualimu ngazi ya stashahada ya ualimu elimu ya awali na msingi kwa mwaka wa masomo 2025-2026. Katibu Mkuu Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia anatangaza nafasi za mafunzo ya ualimu ya, ya stashahada ya ualimu, elimu ya awali na msingi. Mafunzo yatakayotolewa ni stashahada ya ualimu, elimu ya awali na msingi na elimu maalum miaka miwili, pamoja na stashahada maalumu ya ualimu elimu ya msingi miaka mitatu katika masomo ya sayansi na hisabati. Waombaji wa mafunzo ya ualimu ya stashahada ya ualimu ya elimu ya awali msingi na elimu maalum miaka miwili ni wahitimu wa kidato cha sita wenye ufaulu wa daraja la kwanza hadi la tatu, yaani division 1 mpaka division 3. Waombaji wa nafasi za mafunzo ualimu ya, ya ualimu ya stashahada maalumu ya ualimu wa elimu ya msingi miaka mitatu katika masomo ya sayansi na hisabati ni wahitimu wa kidato cha nne wenye ufaulu wa daraja la kwanza hadi daraja la tatu. Mafunzo haya yatatolewa katika vyuo vye, vya ualimu vya serikali na visivyo vya serikali. Wizara inakaribisha maombi ya kujiunga na mafunzo ya ualimu katika vyuo vya serikali na visivyo vya kiserikali kwa kuzingatia sifa zilizoainishwa katika tangazo hili. Sifa muhimu za kujiunga na mafunzo ya ualimu. Moja, sifa ya kujiunga na stashahada ya ualimu elimu ya awali na msingi miaka miwili ni moja, wahitimu wa kidato cha sita wenye ufaulu wa, wa daraja la kwanza mpaka daraja la tatu kwa kiwango cha principal pass mbili. Aidha, kwa waombaji waliosomea masomo ya economics, commerce na bookkeeping waombe, wa, waombe kozi ya stashahada ya ualimu wa elimu ya awali. Mbili, walimu waliohitimu mafunzo ya ualimu ngazi ya astashahada yani cheti ya ualimu elimu ya awali na msingi. Aidha, waombaji wa mafunzo wa watakaochaguliwa watapangiwa kwenye mikondo kulingana na ufaulu wao katika mitihani ya taifa ya ualimu ngazi ya astashahada ya elimu ya ya ualimu B. Sifa za kujiunga na stashahada maalumu ya ualimu elimu ya msingi miaka mitatu ni walimu wa kidato cha nne wenye ufaulu wa daraja la kwanza mpaka daraja la tatu kwa kiwango cha alama C au zaidi katika masomo matatu, mawili kati yake yakiwa ni basic mathematics, biology, chemistry, physics, information and computer studies, au computer science. Aina ya mafunzo na vyuo vinavyotoa mafunzo katika jedwali hilo wameainisha linaonyesha aina ya mafunzo na u, ya ualimu yani kozi na vyuo vinavyotoa mafunzo husika. Kwa hiyo katika jedwali hili utaona aina ya mafunzo pamoja na vyuo vinavyotoa mafunzo hayo, kuanzia namba moja, namba mbili, namba tatu, namba nne, namba, namba tano, sita, saba, nane, mpaka nambari kumi na tatu. Stashahada maalumu ya ualimu elimu ya msingi katika masomo ya sayansi na hisabati miaka mitatu. Nayo yameainishwa kila aina ya mchepuo pamoja na vyuo vinavyotoa mafunzo hayo. Mwisho kabisa ni utaratibu wa kutuma maombi na kupokea majibu. Utaratibu wa kutuma maombi na kupokea majibu utakuwa kama ifuatavyo. Moja, wahitimu wa kidato cha nne, kidato cha sita na walimu waliohitimu astashahada ya ualimu elimu ya awali na msingi wenye sifa zilizobainishwa katika tangazo hili wanaruhusiwa kutuma maombi. Mbili, waombaji wa mafunzo ya ualimu katika vyuo vya ualimu vya serikali wanatakiwa kujisajili na kutuma maombi kielectronics kupitia mfumo wa udahili wa Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia almaarufu kama www.tcm.mo.go.tz. Namba tatu, muombaji wa mafunzo ya ualimu ya stashahada ya ualimu elimu ya awali na msingi miaka miwili atachagua kozi tatu kwa kwanza na ile anayoipenda zaidi. Namba nne, mwombaji wa mafunzo ya ualimu ya stashahada maalumu ya ualimu elimu ya msingi miaka mitatu atachagua tahasusi tatu, kwa kuanza na ile anayoipenda zaidi. Namba tano, majibu kwa watakaochaguliwa kujiunga na mafunzo ya ualimu katika vyuo vya ualimu vya serikali yatatolewa kwenye mfumo kupitia akaunti aliyotumia muombaji kuomba mafunzo ya ualimu kuanzia tarehe ishirini mwezi wa saba elfu mbili ishirini na tano na katika vyuo vya ualimu walivyochaguliwa. Namba sita waumbaji wa mafunzo ya ualimu katika vyuo visi vya serikali watatumia maombi yao katika vyuo husika. Aidha, majibu kwa watakaochaguliwa kujiunga na mafunzo hayo yatatolewa vyuoni vya ualimu watakavyokuwa wamechaguliwa. Fomu za kujiunga na mafunzo zinatolewa kupitia tovuti ya Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia z na chuo atakachopangiwa muombaji kwa kutumia nani anwani anwani yake. Waombaji wote wanashauriwa kuandika anwani kamili, barua pepe na nambari ya simu inayopatikana kwa mawasiliano zaidi. Mwisho kabisa, mwisho wa kutuma maombi ni tarehe kumi mwezi wa saba mwaka elfu mbili ishirini na tano. Tangazo hili limetolewa na Silvia Lopembe, mkuu wa kitengo cha mawasiliano serikalini. Hivyo patapo taarifa hii, tafadhali mjulishe na mwenzio.